Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification. Karuma Inc Podcast, chimbuko la maarifa. Sanaa ya kumtongoza kwa busara: njia kumi za kumvutia mwanamke kwa heshima. Karibu msikilizaji, leo tunazungumzia mada nyeti lakini ya kuvutia sana katika ulimwengu wa mahusiano: njia za kumtongoza mwanamke kwa busara ili akukubali. Katika jamii nyingi, kumtongoza mwanamke huonekana kama jambo la moja kwa moja, lakini ukweli ni kwamba ni sanaa inayohitaji hekima, heshima na uelewa wa kihisia. Mwanamke wa leo anathamini zaidi uhalisia, haiba na mawasiliano ya kweli kuliko maneno ya haraka yasiyo na msingi. Katika simulizi hii tutachambua kwa kina hatua kumi ambazo mwanaume anaweza kutumia kumvutia mwanamke kwa njia ya staha, bila kulazimisha, bila kudanganya na bila kumdhalilisha. Twende pamoja. Hatua ya kwanza ni salamu. Salamu ya kawaida lakini yenye heshima na utulivu huweka msingi mzuri. Mfano, samahani naweza kusema jambo fupi. Hii huonyesha kuwa unamheshimu na unathamini nafasi yake. Ujasiri wa kuanza mazungumzo kwa staha hujenga taswira chanya na huondoa hofu ya awali. Kabla hata hujasema neno, mwonekano wako tayari unazungumza. Mavazi safi, harufu nzuri na mwonekano wa kujiamini huongeza mvuto wako. Mwanamke huvutiwa na mwanaume anayejijali, anayejua kujipamba kwa heshima na anayejua kusimama kwa staha. Usafi ni lugha ya kimya inayovutia bila maneno. Badala ya kusema umependeza, jaribu kusema kitu cha kipekee. Tabasamu lako lina mvuto wa kipekee, linatuliza moyo. Sifa ya kipekee huonyesha kuwa umeona kitu maalum kwake na si tu mwonekano wa nje mwanamke anapenda kusifiwa kwa namna inayogusa hisia, si kwa maneno ya kawaida yanayorudiwa kila siku. Tabasamu la kweli, kutazama machoni bila kumkodolea na kusimama kwa staha huonyesha uaminifu. Lugha ya mwili ni sehemu muhimu ya mawasiliano. Mwanamke anaweza kusoma nia yako kupitia namna unavyosimama, unavyotabasamu na unavyotazama. Busara katika lugha ya mwili hujenga mazingira ya salama na ukaribu. Usijaribu kujifanya mtu mwingine. Wanawake wengi hupenda mtu wa kweli kuliko wa kuigiza. Uhalisia hujenga imani na imani hujenga mahusiano ya kweli. Mwanamke anapogundua kuwa unajieleza kwa ukweli bila kujikweza au kujifanya, hujenga heshima na mvuto wa kudumu. Muulize maswali ya maisha yake badala ya kuzungumzia tu wewe. Muulize kuhusu ndoto zake, kazi yake au mambo anayopenda. Hii huonyesha unajali. Mwanamke anapenda mwanaume anayejali maisha yake, anayesikiliza na anayejenga mazungumzo ya maana. Maswali ya kina huonyesha kuwa unathamini utu wake, si tu mwonekano wake. Epuka lugha za kimahaba ya haraka, usianze na kauli za mapenzi moja kwa moja. Jenga urafiki kwanza, mapenzi yatafuata kwa utulivu. Lugha ya mapenzi ya haraka huweza kumfanya ajisikie kutishiwa au kutothaminiwa. Mwanamke anapenda mchakato wa kihisia unaojengwa kwa hatua, si kwa pupa urafiki wa awali hujenga msingi wa mahusiano ya kweli. Mfano, ningependa kuendelea na mazungumzo haya siku nyingine, unaweza kunipa namba yako? Hii ni njia ya kuonyesha nia ya kuendelea kuwasiliana bila kulazimisha. Ustaarabu katika kuomba mawasiliano huonyesha heshima na busara. Mwanamke anapopewa nafasi ya kuchagua bila kushinikizwa, hujenga imani na heshima kwa mwanamume. Msukumo huweza kuharibu mvuto, lakini uharibu hujenga ukaribu wa kweli. Akikubali, mshukuru kwa uaminifu wake. Akikataa, usimshambulishe, sema asante kwa kuwa mweli na uondoke kwa staha. Heshima kwa jibu lolote huonyesha ukomavu wa kihisia. Mwanamke anapogundua kuwa unaheshimu maamuzi yake Hujenga taswira ya mwanaume mwenye busara na anayejua thamani ya utu. Na hapo msikilizaji tumefunga simulizi ya kipekee kuhusu njia kumi za kumtongoza mwanamke kwa busara. Kumtongoza si swala la maneno matamu tu, bali ni sanaa ya kuvutia kwa heshima, uhalisia na uelewa wa kihisia. Mwanamke wa leo anahitaji mwanaume anayejua kujieleza kwa staha, anayejua kusikiliza na anayejua kuheshimu. Kumbuka, mvuto wa kweli huanzia ndani. Haiba, busara na uaminifu ni misingi ya mahusiano ya kudumu. Asante kwa kusikiliza na tukutane tena katika simulizi nyingine ya maarifa, mahusiano na maisha. Vinzi vyangu nawashukuru sana kwa kuendelea kuangalia video zangu. Naomba msubscribe kwa kubofya kitufe chekundu na pia msiache kulike, kucomment na kushare.